Hello, mambo vipi? This is Glory Livingstone tuko kwenye kipindi cha Sip and Talk na kwa bahati mbaya leo hatu sip, leo tuna talk tu. Niko na rafiki yangu kijana mashuhuri kabisa ambao watu wengi tunamwangalia kama mfano wa kuigwa, ni mentor wa wengi ikiwemo mimi hapa. Karibu sana Yuda. Tunaamini kwamba leo utaenda kujifunza mambo mengi sana kuhusu uongozi, kuhusu afya ya akili na kuhusu na namna gani tunapotapata opportunities both kwenye national na international. Karibu sana Yuda. Asante sana, kama livyokisha hmm kunitambulisha uh, Gro Livingstone. Kwa jina kamili naitwa Yuda Sule Pasco uh, kwa sasa nafanya kama mratibu wa program za vijana wote ndani ya shirika la One Society yeah, lakini pia ni kama mkurugenzi nikiwakilisha yeah, taasisi ya afya ya umma Afrika ambao ni African Public Health Student Network Initiative. Sambamba na hayo yote nimejikita sana, sana kwenye kuwajengea uwezo vijana lakini pamoja na Uh, dijitali kiafya tukiwa tunaongelea digital health. Kwa hiyo kupitia hivyo vyote navyovifanya, lengo kubwa ni kuweza kuangalia kwa namna gani tunapata zile fursa na kuweza kuwashirikisha vijana na kuweza kuona kwa namna gani wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kufikia malengo ambayo yamewekwa na shirika la afya duniani e, tukiongelea zile SDGs kumi na saba, basi namba tatu ambayo inaongelea afya bora kwa jamii na kuweza kuhakikisha kwamba jamii inakuwa uh, ni mwenye afya njema. Mm, tunashukuru sana Yuda. Ya kwa kweli nimeona mkurugenzi mratibu. Hivyo ni <laughs> ni vitu ambavyo tunakuangalia navyo sana na tunashukuru kwamba huwa kweli ukiingia kwenye hizo nafasi huwa unatukumbuka sisi ndugu zako. Sa, uh, Yuda sante. Kwenye safari yako hii yote naamini huwa unakutana na changamoto mbalimbali. Ah uh, leo tutazungumzia changamoto gani za afya ya akili huwa unakumbana nazo katika maisha yako ya kila siku kama mwanafunzi kama mratibu kama mkurugenzi kama kijana ambaye unatengeneza njia kwa ajili ya vijana wenzako. Sawa e, tukisema kwenye changamoto za afya ya akili mm, lazima tutambue kwamba hauwezi ukawa na afya bora pasipokuwa na na afya ya akili hiyo timamu, yeah. Kwa hiyo kwenye kupambana na afya ya akili tunaangalia vitu vingi sana ambavyo vinamkumba mwanadamu mm -hmm. Especially tukiongelea vijana ambao mm, tupo katika kwenye hii miaka kuweza kutafuta kuweza kufikia mafanikio mm. Tunaamini kwamba mtu yeyote yule ambaye anapitia njia kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima atakutana vikwazo, atakutana changamoto, atakutana milima na mabonde, lakini kuna namna bora ya kuweza kutoka katika ile hali na kuweza ku, kuendelea kusogea, na mimi napenda kusema kwamba huwa kuna fungu kubwa kuu tano. Yaani, five key way to succeed mm -hmm. Ambayo ya kwanza tunapenda uh, kusema ni self confidence. Okay. Ili uweze kuepukana na msongo wa mawazo lazima kwanza uwe self self confident confident why mm -hmm. should you be self -confident? Kwa sababu kuna vitu hawezi ukafanya pasina kuweza kujiamini mwenyewe mm -hmm. Na ukiweza kuifanya vile itaweza kusaidia kuepuka changamoto ambazo zinatokana na watu kusema neno fulani juu yako mm -hmm. Kiasi kwamba Unapoanza kufanya, unaamini unachokifanya, utaendelea kupush, utaendelea kusogea, utaendelea kuamini kwamba one day siku ipo utaweza kufanya nini, kusogea mbele. Yeah. Kwa hiyo kwenye kutafuta fursa mm. ni lazima kwanza tuweze kuwa kujiamini kwamba tunaweza. Yeah. Tunaamini kwamba ninaweza nikafanya kitu fulani na nikaweza kusogea. Mm. Tukumbuka uh, hayati Nelson Mandela, rais wa kwanza wa Kusini, aliwahi kusema mm. It it is is not possible until it is done. Yeah. Okay. Kwa hiyo ili uweze kusema kwamba hichi kitu nimekifanikisha mm. uliweza kuamini kwamba it is possible mm. then ukaweza kuingia , lakini ukisema kwamba this is impossible then you won't make it mm. na kitu cha pili ni perseverance. Yeah. Tunajua kwamba sometimes tunapokuwa tunafanya hivi vitu we fail mm. lakini ile imani ya kuendelea kuamini kwamba ninaweza nikaendelea kupush mm. Ninapitia changamoto lakini naamini kwamba kile kitu ambacho nataka nikifanye nitaweza kukifanikisha mm. Lakini kitu cha tatu kwenye zile 5 key uh, success pillars ni organization. Ni kwa namna gani naweza kupangilia mambo yako? mm -hmm. Ukiweza kupangilia mambo yako kujua kwamba kitu fulani takipa priority na kitu fulani ni cha lazima. Mm. Na kuna kitu kingine cha lazima na lazima kiweze kupewa priority. Kwa hiyo ukiweza ku-ku organize vitu vyako vizuri, mm. Ukajua kitu gani nikifanya wakati huu, kitu gani sikifanya wakati yeah, huu, yeah. Inaweza kukusaidia kupunguza ule msongo wa kuja kuanza kukimbizana vitu aa, ndani ya muda mchache ambao umekufanya mm -hmm. nini umekuwa nao. Mm. Lakini kitu kingine ni mm. goal setting kwamba naweka malengo yangu, yeah. Nikiweka malengo nasema kwamba ndani ya muda fulani niweze kufanya nini kuyafanikisha. Kwa hiyo ninapoanza kutengeneza ratiba yangu mm -hmm. nina set goals. Mm -hmm. Then nahakikisha kwamba within specific period of time nahakikisha kwamba nimeweza kufanya nini nimeweza kuzifikia mm -hmm. zile goal na kitu cha mwisho ni resilience. Yeah, of course. Kwamba nimefanya nikashindwa, mm -hmm. sasa nimeshindwa katika kile nilichokuwa nakifanya mm -hmm. nilijaribu kuwa, uh, kuwa nilijaribu ile perseverance mm -hmm. Lakini ikashindikana mm -hmm. Then I need to have resilient yeah. Ile resilient inakusaidia mm -hmm. Kwamba ulishindwa then you plan the other way ya mm -hmm. kuweza kwenda yeah. Lakini pia ukumbuke kwamba what you said is what you need to achieve mm -hmm. Kwa hiyo when you want to achieve it, then you can use the other plan because you know that there are more than 26 letters. Therefore, when plan A fails, you have more other 25 Uh, 25 ways to, to keep moving. Okay. Kwa hiyo you need to be resilient mm -hmm. na kuweza kuhakikisha kwamba when you fail, you plan the other way ya kuweza kuendelea kufanya nini kusogea mbele mm -hmm. Kwa hiyo lazima uweze kutambua ni kiwango gani unachoweza kufanya uwezo mm -hmm. wako wa kufanya upo vipi mm -hmm. na muda wako ulionao upo vipi mm -hmm. lakini tambua kilicho kuweza kukufanikisha kuweza kufikia pale kama ni masomo, basi tambua kwamba my key priority, masomo mm -hmm. Then other extracurricular activities ambazo unazifanya yes. Kama ni kutafuta fursa mm. Ziweze kuwa na nafasi yake lakini visiweze sana kuingilia nini kuingilia masomo mm. Hey, wow. Hey, hata unavyoongea unaonekana uko very well organized <laughs> Yeah, nashukuru sana Yuda kwa hayo mambo. Na mimi hapa hapo kwenye resilient resilience nitakazia kwamba it it is very yani, na, nafikiri it is ukiwa more resilient unaweza ukaepukana na mambo mengi sana na changamoto nyingi sana na resilience ni kitu ambacho vijana wengi tumekosa. Okay, tunashukuru sana Yuda. Um, wewe ni mtu ambaye umekuwa uki ukipata opportunities nyingi sana both Tanzania na nchi nyingine jirani. Mm. Tunashangaa Yuda kwenye ndege anaenda. <laughs> ya yeah, hizo ni tunakuwa tukiziona mitandaoni. Kwahiyo kwa tungependa kufahamu ni kwa namna na, gani unaweza unakuwa una secure hizo opportunities au uh, unaweza kuspot kwamba hii ni opportunity na hii ni sahihi kwa muda huu, ni kwa namna gani? Sawa, tukisema kwamba tunapata fursa mm. ndani ya nchi, nje ya nchi, cha kwanza mm. ni ku set goals mm -hmm. kwamba my goal is 1 2 3 and 4 mm -hmm. then you select your niche, kwamba mimi nataka niwe bora kwenye eneo fulani mm -hmm. then be committed kwenye lile eneo yeah. invest your energy invest your resources yeah. invest your time kuweza kusoma lile eneo yeah. Tuchukulie mfano mtu anataka awe mzuri upande wa digital health yeah. au upande wa digital marketing mm -hmm. kwa hiyo anaposema atakuwa mzuri kwenye upande wa digital health mm -hmm. au kwenye upande wa one health mm -hmm. au upande wa mental health mm -hmm. anakuwa na jukumu la kwenda kusoma yes. one health ni nini? mm -hmm. digital health ni nini? mm -hmm. na ndani ya hiyo kitu anachotaka kusoma au anachotaka kuwa mbobevu zaidi, lazima aweze kutambua kuna fursa gani zinaweza zikapatikana pale ndani. Then akisha kuweka resources zake mm -hmm. ana set priorities ya kitu gani aweze kuanza nacho. Mm -hmm. Nikisema kwamba ninataka kwenye upande wa one health niwe mzuri mm -hmm. lazima nikasome one health ni mm -hmm. nini mm -hmm. ina vitu gani ndani yake mm -hmm. changamoto zilizopo kwenye jamii ni nini. Then you those challenges na kuwa fursa au kuwa opportunities. Yeah. Lakini kitu kingine apart from having your niche ni be able to communicate. One among the key strategies ya mtu kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu mm. nyingine kupata fursa either moja, mbili, tatu, nne, tano mm. ni kuwa na ule uwezo wa kukomunikate vizuri. Yes. How do I communicate with my coach? Mm -hmm. How do I communicate with my sponsor? Mm -hmm. Na ukiweza kujua a way ya kuweza communicate na watu wote mm -hmm. Inaweza kukusaidia kujua ni kwa namna gani wakati fulani uweze kuzungumza na mtu fulani. Yeah. Kuna kitu kimoja wanapenda kukisisitiza kwenye swala la elevator pitch. Mm -hmm. You you have been studying specific area au umekuwa ni mtu ambaye unafuatia eneo fulani. Mm -hmm. Then kuna mtu fulani umesema kwamba huyu anani inspire me. Yeah. Bahati nzuri au bahati mbaya kukutana naye kwenye mkutano fulani. Mm -hmm. Je, ni kwa namna gani unapoenda kuzungumza naye unahakisha kwamba anaendelea kukuamini wewe? yes. anatambua kazi unaofanya mm. na mchango wako kiasi mm -hmm. kwamba anapopata fursa nyingine mm. aweze kukuambia kwamba kuna fursa fulani ndio tuweze kufanya. mm -hmm. Sasa ndani ya dakika moja au sekunde 60, mm -hmm. unaweza vipi kuongea naye? ndio kuna kitu kinaitwa elevator pitch. mm -hmm. kwamba ninaweza kuzungumza naye ndani ya sekunde 60 akaweza kufahamu nacho kifanya, akaweza kufahamu kwa namna gani anaweza kushirikiana naye hiyo yote sinarudi kwenye nini? Kwenye upande wa communication. mm -hmm. Kitu kingine ki cha nne ni networking. mm -hmm. Hawezi ukafanya kazi ni silo. Unaposema ni silo, maana yake unajifungia ndani. yeah. Uwe na uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm -hmm. lakini ukiwa bado kwenye eneo lako mm -hmm. kuwa mzuri eneo moja, then ukishaweza kuwa mzuri kwenye ile eneo unakuwa nahulu, na huru wa kuweza kusogea na kwenda kwenye eneo jingine mm -hmm. Kwa hiyo ili uweze kukua katika ile eneo lazima uweze ku -network. na unaanza kunetwork na watu ambao wapo katika ile ile feed ambayo unataka uwe mzuri zaidi, yeah. then ukiweza ku network, ukaweza kushirikiana nao wakaweza kuona ile kazi ambayo unaifanya inaweza ikashirikiana nao au mkaweza kuikuza zaidi mm -hmm. then inaweza kusaidia wakaanza kupatia fursa na kitu kingine ki turudi pale pale kwa vile uh, key, uh, five key uh, strategies to succeed resilient mm. Kuna wakati unaweza ukawa mzuri kwa ile eneo mm. Hauwezi ukatokea kwa siku moja yeah. Ulijaribu ukashindwa yeah. Ukajaribu ukashindwa lakini mm. Uliamini kwamba kwenye ile eneo I need to grow yeah. I I need to nurture myself mm. Those that i should be able to nurture uh, my fellow colleagues mm. Kwa hiyo ni kuwa resilient kwa ile eneo mm. Chagua eneo lako mm. Una uwezo wa communicate then use uh, proper your social media platforms. Yeah. Sisi tunaweza kusema kwamba Gen Z, watu ambao tumezaliwa kati ya miaka ya 96 mpaka 2012, tumekuja kwenye kizazi cha science and technology mm. na maendeleo ya science na teknolojia yanakuwa sana. Sana ya. Na kama maendeleo ya science na teknolojia yanakuwa, je, wewe vipi unakuwa mm. na yale maendeleo ya science na teknolojia? Yeah. Therefore, your social media is your first CV mm. before sending your paper CV. Mm. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa ku uh, social media zako mm, au social media platform zikaweza kuzungumzia wewe kwa namna gani unafanya vile vitu mm, inakuwa rahisi watu kuweza kukualika kufanya nao kazi mm, kushirikiana nao kwenye kitu fulani ambacho mnaweza mkao nafanya mm, lakini pia kuweza kupatia fursa za kuweza kuengage na higher level stakeholders kwa sababu mm, you cannot engage with people wasipoweza kutambua the value you have yeah. Kwa hiyo kama utaweza kuonesha that value later on, ile value itaweza kusaidia kupata engagement ya watu wakubwa mm -hmm. Later on wataweza kurecommend kwenye other higher level uh, meetings au higher level platform ambazo utaendelea kuengage, utaendelea kukua na utaendelea kuona badilika. Leo unakuwa tofauti na kesho unakuwa tofauti na miaka mitano inayokuja. oh, eh, Yuda, unaongea kila swali langu, yani umeshajibu maswali mengi sana ambayo nilikuwa nataka kuuliza, lakini pia umegusa maeneo muhimu kama social media lakini pia umegusa eneo lile la kwamba mtu inabidi ajue, ajue nichi yake na ajifunze kutokana na ile nichi ambayo anataka, ku, anataka kuwa ku, ku, anaifanyia kazi. Swali so, langu lingine ni kwamba ni kwa namna gani fursa zinakuta umejiandaa? Ok, fursa bwana, mi wanapenda kusema msemo mmoja mm. Lifti haikukuti ndani okay. E, lifti itakuta ukiwa bala, barabarani mm. Sasa ni sasa na unavyosema fursa mm fursa lazima zikuto umejiandaa. Yeah. Unajiandaa vipi? Ndio unaposema unaanza kujitengeneza, unaanza kujijenga. Mm. Unapoanza kujijenga tarudi kwenye ile ile misingi, ya lazima ujue eneo lako. Yeah. Alafu uweze kuongeza zile skills ambazo unatakiwa uwe nazo. Lakini pia sambamba na hayo, lazima uweze kuonesha value kwa watu. Yes, ni kweli. Then ukiweza kuonesha ile value kuna wakati mtu kwa sababu anatambua mchango ulionao kwenye jamii, yeah. Mm. Anatambua anachokifanya kitakuwa na faida kwenye jamii, atakualika na kukuambia bwana, kuna kitu fulani nataka mm. tuweze kufanya. Kwa kitu cha kwanza ni lazima uweze kuwa umeweza kujitengenezea mazingira mm. ya kuweza kuaminika. Show that value. Then along the way unapokuwa unaendelea kufanya kile kitu ambacho umedhamiria kukifanikisha na unaona kitakuwa na impact kwenye jamii. Then fursa zitakukuta ukiwa tayari umejiandaa. Mm. Lakini kuna wakati fursa haziwezi kukuta. Lazima uweze kuzitafuta. Yeah, yeah. Unazitafuta wapi? Ndipo mm -hmm. ninaposema your network is your so net worth. Yeah. Kwamba ni nani anayenifahamu, mm -hmm. nafahamiana na nani, mm -hmm. na ananifahamu kwa misingi ipi au mm -hmm. ananifahamu katika maeneo gani. Kwa hiyo akishaweza kufahamu katika ile misingi, maeneo, lakini pia kazi unazozifanya, anakupatia fursa. Mm -hmm. Kwa hiyo fursa umeitafuta, lakini pia umeshaweza kujiandaa. Mm -hmm. You have all necessary requirement za wewe kuna vigeti kwenye ile njia. Endapo fursa ziukuta, utaendelea kuwa mzuri na utaendelea kufanya vizuri. Kwa fursa tunazitafuta, lakini pia fursa zinatukuta, lakini hazitukuti tukiwa tumekaa ndani. mm -hmm. Lazima tuweze kumove, tuweze kuwa along the way na tuweze kutembea kwenye misingi ambayo tunaamini kwamba itakuwa ni misingi ya kuweza kuifikia jamii na misingi ya kuendelea kuleta ile impact ambayo tunaitarajia kwenye jamii yetu. Okay, asante sana Yuda. Uh, tukio tunaelekea mwisho, uh, ningependa uzungumze na kijana ambaye sasa hivi anapitia changamoto za afya ya akili kwa sababu ya mitandao ya kijamii kwamba inampa pressure kubwa sana. O, anakutana na Yuda ameposti anaenda Dubai, lakini yeye hata passport hana. Unazaje kumongea na huyo <laughs> kijana? Sawa. Kitu cha kwanza ni we should always trust the process. Hmm. Ta, process hiyo kama tunai Okay, how do you how do you know that you are trusting a process? Yeah. Ni kama mtu aliyesoma science kuna kitu kimoja kinaitwa growth curve. Mm. Kwamba hata hii ninapoanza kuota ninazika kwanza ardhini. Mm. Likija ziko ardhini linaanza kupata zile necessary requirements ili iweze kufanya nini kukua. Mm -hmm. Then baadaye linaanza kukua taratibu. Mm -hmm. Kwa hiyo likikua taratibu itafikia hatua litapaliliwa, mm -hmm. Likipaliliwa litawekewa mbolea, litapuliziwa dawa ili wadudu wasilishambulie, lakini pia kuna wakati inaweza kushambuliwa na wadudu lakini ikafanya nini likiendelea kukua. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye anaamini kwamba anaweza akakua, cha kwanza lazima ajue ni vitu gani ambavyo anatakiwa awe navyo. Mm -hmm. Baada ya kuamsha tambua ile njia ambayo anataka kwenda. Tuseme yeah, kwamba mtu anataka awe mzuri kwenye mambo ya afya ya akili, mm -hmm. awe mzuri kwenye sekta ya dijitali. Mm -hmm. Lazima kwanza aweze kusoma eneo. Of course. Cha pili aweze kunetwork na watu. Mm -hmm. Cha tatu aoneshe she value kwenye jamii. Mm. Cha nne aendelee kujijenga. You should be resilient. Mm. Yaani I I would say it under 100% confident kwamba ili uweze kufanikiwa lazima uwe resilient. Yeah. Lazima uwe mm -hmm. mkakamavu. Yeah. Changamoto zipo mm. Lakini kwa sababu unatembea kwenye njia ambayo ni salama mm. na unaamini kwamba kwenye hii njia unajijenga, nitakuwa tusije kuwa pressurized na vitu unavyoviona mtandaoni. Yeah. Kuna siri nyingi sana nyuma ya pazia ambazo Bize. wengi hatuzifahamu. Yeah. Na amini kwamba unapokuwa wewe kuwa pasina kuweza kuangalia mtu mwingine mm -hmm. Angalia nilivyokuwa leo, je ni sawa na kesho? Yeah. Baada ya kuomba, set zile goals zako, halafu acha kushindana. mm -hmm. Do not uh, usiingie kwenye mashindano ambayo mm -hmm. unaamini kwamba nashindana, mtu fulani niweze kuwa kama yeye. Yeah. Believe in yourself, build yourself, mshindani wako awe ni wewe mwenyewe, mm -hmm kwamba mimi wa jana ni tofauti na mimi wa juzi tofauti, yeah. na mimi wa miaka kumi iliyopita mm -hmm. Kwa hiyo be confident in the way you are moving, lakini pia believe in the path you have taken yeah. be perseverant set goals, halafu tafuta mentors mm -hmm. Kitu kingine ni kutafuta mentors, yes. you cannot escape mentorship na you should know why you need a mentorship mm -hmm. Nashukuru sana Yuda. Hakika mimi personally nimejifunza vitu vingi, pia naamini anaetutazama sasa hivi amejifunza vitu vingi sana. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba yeye ni mentor wa wengi, nawezekana ukawa hufahamu, lakini ndio nakuambia sasa. Mpaka wakati mwingine, bye.